Taifa Stars imecheza, lazima nigusie kidogo. Taifa stars imecheza imefungwa mbili bila na Morocco. E, Taifa stars ilikuwa na performance ya kuridhisha, kwa sababu mechi ya kipindi cha kwanza Morocco aliweza kudhibitiwa vizuri na kuweza kufurukuta wakashindwa kupata goli. Mara ya pili ndio wanakuja wanapata goli la penalty pamoja na kona. Kwa hivyo cha kushangaza ni kwamba kuna baadhi ya Watanzania, maanake Watanzania wamefurahishwa na Taifa Stars kufungwa eti kwa sababu wanafurahia wanaona kama Taifa Stars ingeshinda pongezi angepewa Karia. Hivi hizo akili za wapi, hmm? hizo akili za wapi yani kwamba wewe unaiombea Taifa Stars ifungwe kwa sababu hutaki Karia apewe pongezi. Unaona, mfano labda Taifa Stars ingetoa sare au ingemfunga Morocco, pongezi angepewa Karia, na we hupendi, ushaaminishwa kwamba Karia sio mzuri, ndio sasa hizo ni akili za ki, za za, za, za siyo ni niite ni akili za kinini, lakini ni akili za hovyo sina, hizo ni akili za hovyo. Asema adui mwombeja, adui yako ni Karia, Karia na, na wao wanavyomchukulia. Sikiliza eh, sawa. Sio muhitaji Taifa Stars jana eh, ime imef perform vizuri sana sio menelo. kuna timu zimefungwa saba na Morocco, ndio menelo. kuna timu zimefungwa saba Morocco hiyo hiyo, na walikuja hapa kwetu wakacheza mpira mwingi kuliko eh kuna timu zimefungwa tano na Morocco, unielewa? Sasa wewe kama unaiombea Taifa Stars ifungwe eti kwa sababu umpendi Karia, ina maana wewe akili yako haipo sawa sawa. Eti umeaminishwa uko na kiongozi kiongozi wa timu yako unaushabikia kwamba Karia si mzuri, kwa hiyo unahamisha bifu lako kwenye timu ya taifa, kwa sababu unaamini, kwa sababu timu ya taifa ikiperform sifa atapoa Karia. Hivi hiyo kweli kwa mtu mwenye akili timamu anaweza kuwa na akili za kishamba na kijinga kama hizo? Kuna Dickson Job lazima Ibrahim Bakari. Sitaki kutaja wachezaji. Ah, ndio nazungumzia. Sitaki kutaja wachezaji. Sitaki kutaja wachezaji. Mimi nazungumzia watu. Sitaki kutaja wachezaji kabisa. Hata mmoja sitaji. Hawa wanao. Ila tu nataka niseme. Hawa wanaonekana kufurahia hili. Ndani ya hili taifa kuna watu wanaowapa furaha. Na ndio maana ndio maana nasemaje? Wewe usiwaeleweshe. Wala usinikumbushe. Mi nazungumzia hichi kipande tu ndio kwamba akili kama hizo ni za kijinga na hatutakii kuwa entertain watu kama hao, sawa hmm. sawa kwa hiyo, kama kama itokee tumefungwa, tumeshinda, tumefanyaje, tumefanya haiondoi kwamba kwanza Karia amefanya kazi nzuri. Hiyo haiondoi ukweli kwamba Karia Sofa ndo rais mwenye mafanikio makubwa zaidi kwenye kombe la shirikisho, sawa kombe la mataifa ya Afrika. I mean uh, kwenye kwenye sorry, kuongoza kombe la shirikisho kwenye, unajua kombe la shirikisho, kwa sababu tumetoka kuizungumzia yeah. Lakini kwenye uh, hata hizi timu zetu zinavyoperform katika international level, mazingira mazuri yaliyowekwa na uongozi wake. Sasa anatokea mbwabwa jaji mmoja anachukia mafanikio yake kwa sababu ameaminishwa, na si ndo fata upepo sasa hizo ni akili za ovyo. Mi nawaambia tu waachane na, na hizi habari.